Tutasimama dakika moja tu ya kukumbuka mashujaa wazalendo ambao walituacha. Basi tunashukuru, tunaweza kukaa. Ninasema pole kwa gisi nilianza kwa majina. Naitwa Amisi Mwamike, niko mubembe, mtoto wa Kikonde, naishi Kinchasa, ni kwangu na niko kiongozi wa radio television Ngyoku. Ni mimi nilianzisha vipindi kushene yetu ya television na radio kusaidia wazalendo, sababu mara nilikuwa nakuja huku, niliona wazalendo wanateseka kweli, hasa wabibi na watoto. Wakati mmoja nilijaribu kuleta misaada ya manguo ya mainiforme ya wazalendo, lakini idadi ilikuwa kidogo na wengi walikuwa hawajajitokeza, sababu vita havikukua kama vya leo. Baada ya mimi kusensibilize sana e, tulipata maparteneri, yaani watu wanaojitoa kwa kusaidia wazalendo na kwa kusema hakika, vikundi vya wazalendo wako hapa, wanapokea kila wiki, yaani kwa wiki wanaweza pokea mara moja au mara mbili, na hapa kesho hivi watapokea baada ya mimi kufaulu au kuresi kwa ile kitengo cha wazalendo mafikiri kaja pamoja na wadugu wengine kufanya kitengo cha wajane na mayatima na ndio maana wanasema, tukumbuke wajane na mayatima wa wazalendo. Yaani ilikuwa kama vile tunawasahau, na waume zenu hawakukua wavuvi, hawakukufa mumashimo za kutafuta dhahabu <coughs> walikufia nchi yetu, udongo wetu, Mnyarwanda asikamate hiyo hiyo nchi yetu. <coughs> Kwa hiyo ni sherti Kongo, taifa letu lijaribu kuwalipa, na kwa sababu sisi haiko government, ni michango ya watu wanaojitoa kwa sababu ya kusaidia wajane na mayatima, ndipo tukajiunda pamoja, sababu kusanyiko ambao iko hapa hapa. Tuko na mtu wa watajitambulisha baadaye. Hapa tuko na mtu wa mheshimiwa e, marehemu Mtetezi. Hapa tuko na kundi ya mheshimiwa muri ya kutumba ambao ni wawili. Hapo tuko na mtu wa mheshimiwa Toronto. Pale tuko na mheshimiwa Kakobanya pale tuko na Mheshimiwa Alexi Mwamba Dunia, pale tuko na me, Medi ya Mheshimiwa Medi, pale tuko na Queen Sierra, Queen Sierra ambaye eh group de jeunes mm -hmm. Alafu nyinyi, msaada wenu umefika kwa sasa na makundi zote za wazalendo ambao leo kunakuwa vikundi kumi na viwili vikundi kumi na mbili ambao leo wako na wote pamoja, wa, wa Lulenge wako pale. Ndugu Medi anatumika Lulenge, Queen Sierra anatumika Lulenge na mnajua eh, sempe sana anasambaza watu Fizi mzima na fa, nafasi zingine, makundi yote hapa. Nilisikia Toronto anakuwa upande wa Fizi kupanda huko yani makundi zote ziko hapa, na ndio tulikusanya wajane wakundi zote, sababu ya kuona nusu ambao mutakuwa munapata isaidie watoto zaidi, watoto sababu kuna wale wanaachwa na watoto saba, tano, sita, mbili, moja ili itakuwa shida kwenu kukomalisha wale watoto. Ya pili, kuhusu wajana wale walioachwa na mimba, yaani waume zao waliwaacha, wako wajawazito, wakafa, wanachukuliwa en charge ya kusema kuvaa kulipa maternité kufanya leo na siku ya kutoka hii umoja ambao wanasema tukumbuke wajane na mayatima. Ile association inagharamia wale ambao wana wanakuwa wajawazito. Ya tatu, e, e, kipengele cha watoto ambao ni mayatima tutajifunga pamoja, kisi tunafanya watoto wa bwaki pale kwa MSF Nundu, Fizi na Kilembwe na Lulimba na Kazimia, tuna ile kitengo tunaleta misaada kwa watoto wa bwaki. Tutakuwa pamoja na kikundi kwa kuelekea masantre kama MSF, tunapatana na wao. Mtoto mwenye kuwa mkamati au mjane akiwa ni mgonjwa, anaenda tunzwa sisi tunalipa ile gharama, ni kama vile maono vizio ambayo tuko nayo e, kuhusu wajane na mayatima wa wazalendo. Na leo kama gisi tulivyozungumza na kamati, tutafanya ile kamati tutafanya eleksio ya kuchagua kamati ambayo itaongoza e, wamama wajane na mayatima. Hata kama mimi narudi Kinchasa, ile kamati itatumika pamoja na kamati ambayo iko tayari karibu miezi miwili au mitatu ya wazalendo wote wa tarafa la Fizi pamoja na Uvuko. Nawaza namalizia hapo. Sasa tutasikiliza eh, diskuru ya umoja ya wazalendo wote wa tarafa la Fizi. Tunasema watu walikuwa wanazania kama wa, wazalendo hawawezi kaa fasi moja. Vikundi kumi na mbili wanakaa fasi moja, tunafanya nabo renyo kila siku ikiwa kuko shida mukundi fulani, kundi zote wanaleta mashauri na tunaona kabisa maendeleo ni mazuri. Kwa hiyo tutaacha ndugu William wa kundi ya Toronto anaweza ku presenter diskuru ya umoja ya wazalendo ya Congo province du Sud Kivu territoire de Fizi, kamati ya umoja ya wazalendo ama kwa lugha ingine maimai mai. Baraka, tariki ine 4 mwezi wa tano mwaka wa elfu mbili makumi mbili na tano. Ndugu viongozi wa, wa vikundi vyote vya emo ya mbondo na buguma ya kabila zingine zinazosaidia sisi wazalendo kwa michango mbalimbali, kabla ya yote, nataka kwa niaba ya viongozi wote wa vikundi vya wazalendo wanaopatikana mutarafa la Fizi na kwa jina la kamati yetu, kwatolea shukurani zetu za zati wa Mwenyezi Mungu aliyewapatia nguvu na maono ya kuchangia kwa vita ya kutetea udongo wa mababu zetu, na Mungu awabariki zaidi na zaidi tukisema tuanze hesabia vitu vyote ambavyo tulishapokea na umuhimu wa hii michango yenu inaweza chukua masaa zaidi ya kumi. Tunasema asante kwa wababa, wamama wote ambao wanatosha misaada yao kwa ajili ya iombwe ya nchi yetu inayovamiwa na adui munyarwanda na wakongomani ambao wanasaliti nchi yetu kwa ujinga na upumbavu wao, huku wakisahabu kwamba mnyarwanda anaweza kukupatia chakula asubuhi au kazi, lakini jioni anakumalizia na anakuua bila kupoteza muda. Tunasema mwendelee kuwa nyuma yetu kwa maombi na michango yenu ya vitu mbalimbali. Hatuwezi maliza hotuba hii fupi bila kushukuru wa ndugu wa radio televisio Ngyoku, inayoongozwa na ndugu yetu Mbembe Mbondo anayeitwa Amishi Mwanuke ambaye anafikisha misaada munayotutumia kuwa uhakika, uadilifu na uzalendo wake. Tunasema kwamba naye pia anachangia mwahii yenye tunaita mlugha yetu ya asili iombwe, pia na ninyi munapambana kwa hii vita kwa njia ya misaada na kwa njia ya hii hali ambayo mnakwenda kusema kwa mashauri. Neno letu la mwisho na la muhimu sana ni kuwahakikishia kama sisi sote wazalendo wa territoire ya Fizi ambaye kwa sasa hivi tunakuwa vikundi kumi na mbili ambavyo vinashiriki kinagaubaga kwenyewe, wanaita mkifaransa kufro ya kushambulia adui mnyarwanda na washirika wake wakongomani wasaliti kwa upumbavu wao. Tunahakikishia ninyi ambao mnatenda wema kwamba sisi hatutasaliti nchi yetu na hatutarudisha mawazo nyuma, hatutapokea rushwa na hakuna siku tutawahi kupokea kitu chochote kutoka kwa waasi. Kwa maana hiyo tunatoa onyo kwa watu leo ambao wa wanapokea misaada ya maadui kwa jina la wazalendo. Tunajua adui amegeuza mbinu kwa kutaka kuunda vikundi vingine vya wazalendo ili kuzubaisha nchi yetu na wakongomani. Tunalaani sisi kama kamati ambayo imechaguliwa kialali na vikundi vyote, tunasema hatutatambua na atakayekwenda nyume ya hii radio Tevenyo pamoja na hii kamati atutamtambua, na atakayemtambua huyo mtu atakuwa aiko kwa kwetu. Hatuna la ziada zaidi ya kusema asante na, na kushukuru watenda wema kwa niaba ya kamati ya umoja wa wazalendo wote wanaopatikana muteritware ya Fizi, Byaombe, Ibochwa, Prezida, tunawashukuru. Omolunge. mm -hmm. Nile motenda hano, ine nichukuchi wa Deborah Sofia. Nile na inge benge ya maanga. Maanga ino ose, nile nayo. Mbaka nabile na wanendome. Shabile mama nyanga ola wanendome anaya ole wala lumu lusuku anachimina. Wanendome anu itole ya juya enu yetu ese juya yetu ebalo anajitole ya.